Kwenye maisha nilichojifunza, bana, mwaka huu nimekuwa ni mtu, niko loyo sana, nasaidia sana watu, mnafanya sana kazi kwa bidii, nimekuwa mwaminifu lakini hakuna kitu chochote kilichonisaidia yani, bado ni maskini, napata tu shida, napata tabu. Na wale watu nilokuwa nawasaidia bado wanaendelea tu kuniomba, ni kwamba na wao hawajafanikiwa. <laughs> Sasa ndugu zangu, napenda tu kusema ukweli, nawaeka bayana, mwakani nitakuwa na roho mbaya tu. <laughs> Maana roho nzuri haina faida. <laughs> watu wote waliofanyia wema wamekuwa mbea, ni walafiki, walisengenya kila mahali. Nimechoka jamani, mwakani Mungu alizadia afya tu, yani nitakuwa tu, roho yangu ni mbaya, mchoyo, yani mtu akiniomba kitu simpi, yani ndio hii, in order me to be successful, I have to be stingy. Maana ukiwa mbaini, ndo unatoboa ukiwa unatoa sana sadaka usitegemee kupata kitu tajiri. <laughs> Yani msaada uwe na limit. Masikini ukiendelea kumpa, yani ataendelea kukuomba tu mpaka uishiwe ndio akuhame. <laughs> Sasa nimesanuka, mwakani 2026, 20, sio so, yule Asumani mlikuwa mnamjua. <laughs> nitakuwa nimebadilika kwenye kila kitu. <laughs> Yani, hata wale ambao nilikuwa nimegombana nao wasitegemee eti nimwasamee. Yani, mwakani ndio naendeleza <laughs>